Hiyo ni dalili mojawapo ya kwamba Yesu hujamtambua na kutembea katika ulimwengu. Na niseme nini? Azote Biblia yako vizuri. Sauti ambayo kunaendelea Yesu. Ndio maana alionyesha jambo lolote katika nafsi. Ni maana ndio unasema mtakwende. Wanaona sisi yanaendelea na wale wanaozungumza. Ni maneno ambayo hayampendezi Mungu. Hayana kibali kwenye midomo yao. Hayana kibali kwenye maisha ya watu.

na muombe macho mioyo yao yatiwe nuru kwao.